Hizi timu ambazo zina, zinatoka yani, zinatoka kwenye mataifa ambayo sio mataifa ya kaskazini ama sio mataifa ya Kiarabu zimekuwa na aina ya uchezaji ambao pengine sio wa kuogopana. Wao wanacheza nyumbani, wao wanacheza ugenini, huwa wanacheza kuhitaji kupata um, matokeo mazuri. Kila ambacho imekionyesha Stellenbosch, unategemea Simba aingie kwenye mchezo wa pili akiwa na mchezo wa aina gani? Unarudi kwenye, kwenye tabia ya timu hmm. Uh, ukiangalia mara nyingi mechi, uh, re reference ni ya mechi za, za away za Simba. Hamna mechi ambayo amezidiwa possession eh? Yaani unaona kabisa kuna wakati uh, dakika kumi na tano anacheza yeye kuna wakati anacheza mpinzani, lakini mara nyingi nadhani ndio timu ambayo inaongoza kwa asilimia kubwa kwenye, kwenye group. Sasa ukiangalia na aina mpinzani ambao unacheza naye. Kumbuka Stellenbosch hatacheza nyuma tena kwa sababu bado ana deni, kwa hiyo maana yake ataenda sasa kwenye kumstadi mpinzani, kuna namna ambavyo umeshajua udhaifu na uimara, si ndio? Yeah. Makocha kazi yao kubwa ya kufanya kuelekea mechi fulani ni kuongea na wachezaji na kuangalia yale maeneo ambayo ni imara na udhaifu. Wakiwa wanakuja, maana yake inawezekana wakafanya wakabadilisha waka, waka sasa mpango kazi kuelekea mechi hiyo kwamba tutamiliki lakini mm shambulizi la pili litakuwa na faida zaidi kwetu kwa sababu hawa watu watakuja wengi zaidi kwenye boksi letu ama nusu yetu mm, ambapo wataacha spaces kwenye maeneo sana sana ya pembeni, ambapo pembeni una rifaa. Simba wana wachezaji gani? Una mtu ambaye anaweza kakimbia Kibu Denis, una mtu kama Elie Mpanzu ambaye anaweza akatembea na mpira umbali mrefu kwa usahihi na kupunguza wachezaji hata wawili watatu na kuachia pasi sehemu sahihi. Kwa hiyo uh, Ford Davis anataka na akaja tumiliki mpira tukiwa katika mazingira gani, tucheze kwenye nusu yetu mara nyingi, tukicheza kwenye nusu yetu wakati tuna mpira, maana yake nitamlazimisha mpinzani aje kutafuta mpira kwenye eneo letu. Sasa wakati anakuja ndo zile nafasi zinaachiliwa, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wakati timu haina mpira ambao sasa ni Simba, maana yake Stellenbosch wao ndio watakuwa na mpira, maana yake namna gani Stellenbosch wanatoka kuja kwa Simba, hapo sasa ndo unaongelea Counter attack na naamini okay. Kwa aina ambavyo wanacheza Stellenbosch mm. Tegemea kuona wakishambulia zaidi wakiwa nyumbani, yani, wakiwa nyumbani. Yeah. Kwa sababu kuna vitu viwili kwamba wanaona inawezekana kupata goli mmoja, mechi ianze upya, okay. Lakini wakati huo wanafikiria kuona namna gani ambavyo mechi ianze upya mm. Simba nao wanafikiria namna gani wanaweza wakawanasa kwenye huu mtego. Hivi, Bayona wanaiona Stellenbosch ambayo itakuwa itaku, itaku, inashambulia itakuwa pia na mambo mawili, inashambulia pia, inahitaji ilinde. Unaona, ni wazuri kwenye kulinda pia kwenye kushambulia kwa wakati mmoja, ni wazuri wa kushambulia, wa kutengeneza chaneli nzuri za kushambulia, ni timu nzuri sana. Lakini changamoto ambayo naiona kwenye kikosi chao hmm, ni eneo la ubunifu ama eneo la namba kumi, ndio eneo ambalo limekuwa likiwapa shida. Sasa wakati Stellenbosch wao wana changamoto kwenye hilo eneo, Simba yeye ana ubora kwenye hilo eneo la namba kumi. Lakini Stellenbosch, kitu ambacho mimi na ki, yani na ki, na kiona, yani na kiona ni kitu ambacho kitakuwa kigumu sana kwao kuweza kuwafunga Simba kwa sababu moja, kwenye mechi ngumu ambazo unahitaji kumfungua mpinzani, yani kitu pekee ambacho huwa kinategemewa ni ubunifu wako kama huna ubunifu, maanake itakulazimisha wewe uende maeneo ya pembeni, upite njia za pembeni, upige crosses nyingi. Sasa ukiangalia kwenye uhalisia wa klabu ya Simba, haya maeneo ya pembeni kuna Mohamed Hussein, Shabalala huku, kuna Kapombe. Hawa ni wachezaji ambao wote asili yao ni kukaba chini lakini pia kwenda juu kushambulia. Sasa kama utakuwa unapita kwenye hizi njia, manake utakuwa unajiwekea ugumu mara mbili wa kuweza kupenya, maanake kitu ambacho pekee kinakulazimisha ni upite katikati. Sasa kupita katikati nako ndio changamoto ambayo wanayo kwamba ubunifu ule kwenye kikosi chao hawana. Kwa hiyo naona watakuwa wana mchezo mgumu kiuhalisia. Kuifungua Simba itakuwa ni kitu ambacho si chepesi kukifanya. Simba ambayo tayari wao wana advantage ya goli moja na ukiangalia manaake wao walichokibakiza ni kuangalia kwamba tukienda kule tupate goli moja, then tufunge tufunge loki kwao. Unaona, utakuwa ni mchezo mgumu zaidi kuliko ambavyo huu wa kwanza uliweza kuwa. Hapo umeona alichoongea Bayona kuhusu namna gani ambavyo ubunifu umekuwa sio wa juu sana kwenye baadhi ya maeneo especially eh, mm, katikati ya kiwanja, kwa sababu tunaamini defenders wanaweza wakazuia vizuri wakachukua mipira wakaleta center namna gani senta anaweza ukaitengeneza mipira kwenda kwenye kwenye kwenye kwenye zone 14. Sasa angalia kwa mfano mechi ya jana, namna unamiliki vizuri, lakini athari kwenye goli la timu pinzani hakuna sana. Uangalia yule New Zealand, mwangalie yule Dijon, ya yulo Dijon, hmm. ndio alikuwa na mara nyingi anasimama. Uwezo upo, lakini unaweza ukaangalia waka wakati mwingine ya kasi yake na kasi ya mpira, unaona kabisa inammeza <muchas>